Nataka kuwahakikishia vijana wa Kitanzania, awezee wezangu wanayajua, lakini vijana wa Kitanzania msidanganywe. Ukichukua Afrika Mashariki, pengine na kusini kidogo na kati, Tanzania ni pepo hapa. Upo kwenye nchi yenye jina, yenye sifa zake, yenye kuendeleza watu wake. Msidanganywe, wale walioko huko nje huko wasiwadanganye. Hapa mko pazuri kweli kweli kweli kweli. Mkipata fursa ya kuingia tu kwa majirani zetu hapo, kaangalie vijana wenzenu wanavyokula ngumu, mnaweza ukasema mimi narudi Tanzania, ndiyo kwetu. Tanzania ndiyo kwetu. Kwa hiyo niwaambie vijana, sisi wazazi wenu sisi wazazi wenu tunapita, nchi hii inawategemea nyinyi, tunatarajia nyinyi tuwachie nchi hii muiendeshe kama tunavyoiendesha hivi. Kwa hiyo vijana wa Tanzania, msidanganywe, msidanganywe hata kidogo. Na katika kuendesha nchi tumetengeneza mifumo mizuri sana ambao kila baada ya miaka mitano tunachaguana nani atuendeshe, nani ashike nafasi gani katika ngazi tofauti. Hakuna maeneo mengine wanangu. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wa Kitanzania, tulizeni munkar, kaeni vizuri. Hii nchi ni yenu, ni mali yenu, si mali ya mwingine, na hakuna mwenye certificate anayesema hii nchi ni mali yangu wengine wanasema sisi tunawakilisha wananchi. Wananchi ni kina nani? Wananchi ni nyinyi hapa na wengine na wengine na wengine. Hakuna mwenye miliki ya wananchi, hapana. Tunapeana tu majukumu, we shika jukumu, we shika jukumu ili, wewe hili, wewe hili, wewe hili, wewe lile. Kwayo niwaombe sana vijana wangu, msiharibu nchi yenu, msiharibu amani ya nchi yenu, fuateni serikali yenu inavyoelekeza fuateni katiba yenu inavyowaelekeza, fuateni sheria za nchi zinazowaambia zinavyotaka. Mtaishi kwa salama, mtaishi kwa amani, wala hamtasumbuliwa. Nataka kuwahakikishia vijana wa Kitanzania, awezee wenzangu wanayajua, lakini vijana wa Kitanzania msidanganywe. Ukichukua Afrika Mashariki, pengine na kusini kidogo na kati, Tanzania ni pepo hapa. Uko kwenye nchi yenye jina, yenye sifa zake, yenye kuendeleza watu wake. Msidanganywe wale walioko huko nje, huko wasiwadanganye. Hapa mko pazuri kweli kweli, kweli kweli. Mkipata fursa ya kuingia tu kwa majirani zetu hapo kaangalie vijana wenzenu wanavyokula ngumu. Mnaweza ukasema mimi narudi Tanzania, ndiyo kwetu. Tanzania ndiyo kwetu. Kwa hiyo niwaambie vijana, sisi wazazi wenu, sisi wazazi wenu tunapita, nchi hii inawategemea nyinyi, tunatarajia nyinyi tuwachie nchi hii muiendeshe kama tunavyoiendesha hivi. Kwa hiyo vijana wa Tanzania msidanganywe msidanganywe hata kidogo. Na katika kuendesha nchi tumetengeneza mifumo mizuri sana, ambayo kila baada ya miaka mitano tunachaguana nani atuendeshe, nani ashike nafasi gani katika ngazi tofauti. Hakuna maeneo mengine wanangu. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wa Kitanzania, tulizeni munkar, kaeni vizuri. Hii nchi ni yenu, ni mali yenu, si mali ya mwingine na hakuna mwenye certificate anayesema hii nchi ni mali yangu. Wengine wanasema sisi tunawakilisha wananchi. Wananchi ni kina nani? Wananchi ni nyinyi hapa na wengine na wengine na wengine. Hakuna mwenye miliki ya wananchi, hapana. Tunapeana tu majukumu, wewe shika jukumu we, hili wewe, hili wewe, hili wewe, lile. Kwayo niwaombe sana vijana wangu, msiharibu nchi yenu, msiharibu amani ya nchi yenu. Fuateni serikali yenu inavyowaelekeza, fuateni katiba yenu inavyowaelekeza, fuateni sheria za nchi zinazowaambia zinavyotaka. Mtaishi kwa salama, mtaishi kwa amani, wala hamtasumbuliwa.